Jina langu ni Roy, nina miaka 39 na ninaishi Dodoma, Tanzania. Na leo nazungumza nikiwa na maumivu makubwa moyoni, kwa sababu mke wangu alitaka kunibambikiza mtoto wa nje ya ndoa. Si hadithi, si kutunga, si drama za mitandaoni. Hii ni story halisi ya maisha yangu na kama umewahi kupitiwa na usaliti, basi utanielewa. Kabla sijaendelea, kama uko hapa na unanisikiliza, Bonyeza like subscribe kama bado hujafanya hivyo, na niandikie kwenye comments uko wapi unanitazama, labda Dodoma kama mimi, labda Dar, labda nje ya nchi. Nataka nijue sipo peke yangu. Ninaanza kwa kusema hivi, hakuna kitu kinachouma kama kuumizwa na mtu uliyemchagua kwa hiari yako, mtu uliyemuita mke wako, mtu uliyempa jina lako, heshima yako na maisha yako. Nilioa kwa mapenzi nilioa kwa matumaini, nilioa nikiamini ndoa ni ujenzi wa wawili, si vita ya siri. Mimi na mke wangu tulianza kama wanandoa wa kawaida tu. Hakukuwa na drama, hakukuwa na makelele, hakukuwa na ishara zozote za hatari. Tulikuwa tunacheka, tunapanga maisha, tunazungumza kuhusu kesho, kuhusu familia, kuhusu watoto, kuhusu kujenga. Nilikuwa naamini nimempata mtu sahihi, nilikuwa naamini Mungu amenijalia. Lakini maisha hayakucheza kama nilivyopanga. Changamoto ya kwanza ilianza pale tulipolazimika kufanya kazi mikoa tofauti, mimi nikiwa Dodoma, yeye akiwa mbali. Nilijipa moyo nikisema ni jambo la muda, nikasema kazi ni kazi, tutavumilia, tutapanga, tutapata suluhisho. Nilijua ndoa inahitaji subira, nilijua umbali siyo mwisho wa mapenzi, kama watu wawili wanania moja lakini taratibu nikaanza kuona ndoa ya mbali siyo mchezo, siyo rahisi, siyo kila mtu anaweza. Kila tulipokaa kuzungumza kuhusu kuishi pamoja, mazungumzo yaligeuka ugomvi. Nilipendekeza njia hii, alikataa. Nikapendekeza ile, alikataa. Kila solution ilikuwa inaonekana mzuri upande wangu, lakini kwake kulikuwa na kisingizio kipya: kazi yake, mazingira, familia, muda, kila kitu kilikuwa kikwazo. Nilianza kuchoka Sio kwa sababu ya umbali pekee, bali kwa sababu ya msimamo wake. Alikuwa hataki kabisa kubadilika, lakini hakuniambia wazi kwa nini. Nilijikuta nikihangaika peke yangu kutafuta njia ya kuiokoa ndoa, nikihesabu gharama za usafiri, nikipanga likizo, nikikata tiketi, nikivumilia miezi inapita bila kumwona mke wangu. Unajua maumivu ya kumwona mke wako kwenye simu tu? Unajua uchungu wa kulala peke yako wakati una ndoa halali? Nilianza kujiuliza maswali, lakini nilijikemea. Nikasema, Roy usiwe mjinga wa kufikiria mabaya. Nikasema, Roy ndoa ni imani. Nikasema, Roy sio kila kitu ni drama. Lakini kuna sauti ya ndani haikuniwacha. Ile sauti ilisimama kimya, lakini ilikuwa inaniambia kuna kitu hakiko sawa. Kadri siku zilivyopita, mawasiliano yakaanza kubadilika. Simu zilikuwa fupi, ujumbe ulipungua, majibu yalichelewa. Nilipouliza nilipata majibu ya juu juu, kila kitu kilikuwa kinaelezwa kama nipo busy, kazi imekuwa nyingi, nimechoka. Nilivumilia, nilimeza, nilijinyamazia, lakini moyoni kulikuwa na vita. Nilianza kuona mabadiliko madogo, yale mabadiliko ambayo mwanaume anayempenda mke wake anayaona hata bila kuambiwa. Mtazamo wake ulibadilika, maneno yake yalipungua uzito, hata namna alivyokuwa ananiongelesha haikuwa ile ile kulikuwa na baridi fulani, baridi isiyoelezeka. Sikupenda nilichokuwa nahisi, lakini sikukikimbia. Nilijua kitu kimoja tu, ukweli huwa haujifichi milele. Nilijipa muda, nikasema nitaangalia, nitasikiliza, nitahesabu hatua. Sikufanya makelele, sikumuuliza maswali mengi, sikupiga kelele. Nilikaa kimya, nikiwa na hasira ya ndani, nikiwa na maumivu ya ndani, lakini nikiwa makini, kwa sababu mwanaume anayependa akiona dalili na kupanik, anaharibu kila kitu. Nilitaka ukweli, sio drama. Ndipo safari yangu ya kuelewa ukweli wa ndoa yangu ilipoanza, safari ya giza, safari ya maumivu, safari ambayo ilinifunua kuwa yule niliyemuita mke wangu alikuwa tayari amenigeuka adui kimya kimya, na hiki nilichogundua baadaye kilinivunja moyo kwa namna ambayo sikuwahi kufikiria. Nilipofika hatua ya kuanza kuona dalili, sikutaka kujidanganya tena nilijua kabisa kuwa kuna kitu kinatokea nyuma ya pazia, kitu ambacho mke wangu hakunisemi. Unajua, kuna wakati moyo wako unakwambia ukweli kabla akili haijaukubali. Nilikuwa hapo, nilikuwa katikati ya kupambana na nafsi yangu. Nilianza kukumbuka mazungumzo yetu ya nyuma, maneno aliyokuwa ananiambia na yale aliyokuwa hakuyasema. Nilianza kuunganisha dots taratibu. Nilijiuliza, kwa nini kila nikiongelea swala la kuishi pamoja alikuwa mkali kiasi kile? Kwa nini kila solution ilikuwa mbaya kwake? Kwa nini kila nikipendekeza aje Dodoma alionekana kama namnyima kitu muhimu sana? Na hapo ndipo nilipoanza kuangalia mambo kwa jicho la pili. Nilianza kusikia habari zisizofurahisha. Siku moja, nikaambiwa anaonekana anapenda sana kutoka, hasa weekend. Sio ile kutoka ya kawaida, bali ile ya kurudi usiku wa manane. Nikaanza kujiuliza, mwanamke wangu tangulini amekuwa mtu wa outing kiasi kile? Tangulini amekuwa mtu wa party mikutano isiyoisha, vikao vinavyomaliza saa nne usiku. Nilijipa moyo tena, nikasema labda ni kazi, nikasema labda ni stress, nikasema labda mimi ndio ninafikiria sana. Lakini kadri siku zilivyopita, taarifa zilianza kuwa nyingi, zilianza kuwa nzito, zilianza kunipa picha ambayo sikuipenda hata kidogo. Nilianza kusikia kuwa anapenda kujipamba sana kuliko kawaida, nguo fupi, makeup nzito, haraka ya kutoka. Na ukimuuliza, majibu yalikuwa yale yale, ni pati ya ofisini ni meeting ya kazi, ni ratiba ya ghafla. Hakukuwa na uthibitisho, hakukuwa na maelezo ya kina, kulikuwa na kauli tu. Kitu kilichoniumiza zaidi sio tu taarifa, bali ni jinsi alivyokuwa ananifanya nijisikie kama mimi ni tatizo. Kila nikiuliza, nilionekana kama nina mashaka yasiyo na msingi, kila nikihoji, niligeuzwa kuwa mtu asiye na imani. Nilijikuta naanza kuomba msamaha kwa kuuliza maswali ya msingi. Hapo ndipo nilipojua nimeanza kupoteza nguvu ndani ya ndoa yangu. Nilikaa chini nikajiambia, Roy kama utapandisha sauti sasa utaharibu kila kitu. Kama utamkaba kwa maswali atajificha zaidi. Nilihitaji kujua ukweli, sio kubahatisha. Nilihitaji ushahidi, sio hisia. Ndipo nikachukua uamuzi mgumu, uamuzi ambao sikuwahi kufikiria ningefika kuufanya katika ndoa yangu. Nilimtafuta mtu wa karibu naye, mtu ninayemwamini, mtu ambaye yupo ndani ya mazingira yake kila siku. Nilihitaji mtu wa kunipa macho pale ambapo mimi sikuwa. Sio kwamba nilitaka kumchunguza mke wangu kwa nia mbaya. Hapana. Nilikuwa tayari nimechoka kuishi gizani. Nilihitaji mwanga hata kama ungeuma. Taarifa zilipoanza kunifikia kwa ukaribu, moyo wangu ulianza kunidondoka. Kila taarifa ilikuwa kama kuchoma sindano polepole. Weekend anarudi saa gani, anaondoka na nani, anarudishwa na nani, misingizio ile ile. Kila kitu kilikuwa kinaanza kuonekana wazi, lakini bado nilikaa kimya. Nilijikumbusha maneno ya wazee, siku za mwizi ni arobaini. Nilijua tu kwamba kama kuna kitu kibaya Kilichoniumiza zaidi ni kuona jinsi alivyokuwa ananiita mume wangu kwa simu, huku nyuma ya pazia akicheza mchezo mwingine. Maneno yalikuwa matamu, lakini matendo yalikuwa machungu. Nilitamani ningekosea, nilitamani ningekuwa na wivu wa kipumbavu tu, lakini dalili zilikuwa nyingi sana. Ndipo ghafla, kila kitu kilibadilika. Siku moja akanipigia simu kwa sauti ya tofauti, sauti laini, sauti ya haraka, sauti ya maamuzi. Akaniambia amefanya uamuzi wa kuacha kazi, kuja kuishi nami Dodoma, na sio baada ya miezi, sio baada ya mipango, ndani ya muda mfupi sana. Nilikaa kimya, nilishangaa, nilihisi baridi ikipita mgongoni. Kwa miezi yote ile alikataa, alisimama kinete, sasa ghafla amebadilika ghafla ana haraka ghafla anaamua kukata tiketi yeye mwenyewe. Hapana, hapa kulikuwa na kitu kikubwa kinanifichwa, na ndani ya moyo wangu nikajua kile nilichokuwa nakikimbia sasa kilikuwa kinanifuata uso kwa uso. Baada ya ile simu sikulala, nilikaa kitandani nikitazama dari nikijiuliza maswali ambayo sikuwa na majibu yake. Nilijua kabisa huu haukuwa uamuzi wa kawaida, huu haukuwa uamuzi wa mapenzi huu ulikuwa uamuzi wa haraka kwa sababu ya dharura, na nilijua dharura hiyo si mimi. Nilipochukua simu, nikaanza kupiga simu kwa mtu yule niliyempa jukumu la kunipa taarifa. Sikutaka kusikia anachotaka kuniambia, lakini nilijua lazima nisikie. Nilipiga simu kwa mikono inayotetemeka, sio kwa hofu, bali kwa hasira iliyokuwa inachanganyika na maumivu. Aliponijibu hakuzunguka sana, hakupamba maneno. Aliniambia moja kwa moja, Roy mke wako ana mimba changa, ana haraka ya kuja kwako ili akupe mimba hiyo aseme ni ya kwako. Alisema hivyo bila kupunguza neno. Hakunitia chumvi, hakuniambia kwa huruma, aliniambia ukweli mtupu. Nilihisi kama dunia imesimama, nilihisi kama pumzi imenikata, nilihisi kama kuna mtu amenichoma kisu moyoni kisha akakizungusha taratibu. Mimba, mke wangu, mimba ya nje ya ndoa. Nilijaribu kuhesabu muda, nilijaribu kurudisha nyumba kalenda, nikajaribu kujidanganya, labda kuna namna inaweza kuwa yangu. Lakini ukweli ulinipiga kama ngumi usoni. Mimi na yeye tulikuwa tumekaa muda mrefu bila kuonana, muda ambao hauwezi kupuuzwa, muda ambao hauwezi kufunikwa kwa uongo. Ndipo nilipojua mpango mzima. Ulikuwa wazi sasa. Ndio maana alikuwa na haraka, ndio maana alikuwa nakata tiketi mwenyewe, ndio maana alikuwa anaomba aje haraka sana alitaka kuja kulala na mimi mara moja au mbili, kisha atangaze mimba hiyo kama matunda ya ndoa yetu. Nilijisikia mdogo, nilijisikia mjinga, nilijisikia kama mwanaume ambaye heshima yake imewekwa chini ya miguu. Nilikaa kimya tena, sikumpigia, sikumuuliza, sikufoka. Nilijua kama nitazungumza kwa simu nitaharibu kila kitu. Nilihitaji kukutana naye uso kwa uso. Nilihitaji kumuona machoni. Nilihitaji kumlazimisha akabiliane na ukweli. Bahati mbaya au bahati nzuri, wakati huo huo likizo yangu ikapita kazini. Nilikuwa nimeomba mapema, awali ilikataliwa, lakini ghafla ikakubaliwa, nikapewa wiki mbili. Nilijua huu ni wakati wangu, sio wa kulia, sio wa kujiuliza maswali, ni wa kuchukua hatua. Nilipanda ndege jioni. Safari yote nilikaa kimya. Nilikuwa na hasira ambayo sikuwa nimewahi kuipata maishani. Sio hasira ya kupiga kelele, bali hasira ya mtu ambaye amesalitiwa vibaya, hasira ya mtu ambaye amedharauliwa, hasira ya mtu ambaye aliamini vibaya. Nilipofika kwao, sikucheka, sikusalimia kwa furaha, sikujifanya kila kitu kiko sawa. Nilikaa chini, nikasema, nataka tuongee kama watu wazima. Nikasema hatuwezi kuendelea mbele bila ukweli. Niliposema twende hospitali tukapime, macho yake yalibadilika, uso wake ulibadilika. Alianza kulia, sio kilio cha kushangaa, bali kilio cha mtu aliyeshikwa na hatia. Nilimwangalia tu, sikusema neno. Nilimwangalia akilia mbele ya wazazi wake, akijaribu kukimbia ukweli ambao tayari ulikuwa umemfikia. Wazazi wake walikaa kimya. Kulikuwa na ukimya, ukimya mzito, ukimya uliobeba siri. Nilijua hapo ndipo pazia lingeanguka na ukweli ungejitokeza, hata kama ungeua kabisa kile kilichobaki ndani ya ndoa yangu. Niliposema twende hospitali, sikusema kwa hasira, sikupaza sauti, sikutoa amri. Nilizungumza kwa sauti ya chini lakini nzito, sauti ya mwanaume ambaye tayari amejua ukweli, lakini anataka aonekane kwa macho ya wote. Nilisema tu kama hakuna kitu cha kuficha, basi twende tukahakikishe. Hospitali ilikuwa karibu tu, dakika chache za kutembea. Hakukuwa na sababu ya kugoma, lakini aligoma. Alilia zaidi. Alishika kichwa, alianza kusema maneno yasiyoeleweka. Hapo ndipo nilipojua kila kitu. Mtu asiye na hatia hakimbii uthibitisho, mtu asiye na hatia haogopi ukweli. Lakini yeye aliogopa, aliogopa sana. Niligeuka nikawaangalia wazazi wake. Nilitaka waone mwanaume aliyekuja kwao, si kwa ugomvi, bali kwa heshima. Nilikuja kama mume halali, nilikuja kutafuta ukweli, sio drama. Lakini ukimya wao ulisema mengi kuliko maneno yao ndipo mama mkwe wangu akainua kichwa polepole pole. alikaa kimya kwa muda mrefu sana niliona uso wake umejaa hasira lakini siyo kwangu hasira yake ilikuwa kwa binti yake alizungumza kwa sauti ya mtu mzima sauti ya mama ambaye ameshindwa kumlinda mwanaye dhidi ya makosa yake mwenyewe alisema wazi kabisa kwamba mimba ile si yangu alisema alikuwa amemshauri binti yake aache kazi amfuate mume wake aishi kama mwanamke wa ndoa alisema alikuwa amemuonya kuwa ndoa za mbali zinaharibu lakini hakusikiliza. Alijiona mjanja, alijiona anaweza kucheza na muda, na mimi nitakuwa mjinga wa mwisho. Nilikaa kimya nikisikiliza maneno yale. Kila neno lilikuwa kama nyundo kichwani mwangu, lakini kwa wakati ule sikuhisi hasira tena. Nilihisi uchovu, uchovu wa mapenzi, uchovu wa kujaribu, uchovu wa kuamini. Nilimwangalia mke wangu, au yule aliyekuwa mke wangu. Sikumuona kama mke tena nilimuona kama mtu ambaye alikuwa tayari kuniharibia maisha bila kujali, mtu ambaye alikuwa tayari kunibebesha mzigo wa mtoto ambaye sio wangu. mtu ambaye alitaka kunifanya nijisikie kama baba wakati ukweli ni kwamba nilikuwa nachezewa. Hapo ndipo ndoa yangu ilipoishia. Hakukuwa na makubaliano ya mwisho, hakukuwa na mazungumzo marefu, hakukuwa na kupigiana kelele. Ukweli ulitosha, ukweli ulimaliza kila kitu. Nilisimama nikasema, nimeelewa kila kitu Nikasema sitaki drama, sitaki ugomvi, sitaki lawama. Nilichotaka ni heshima yangu irudi, na heshima yangu ingeweza kurudi kwa kuondoka. Niliondoka pale nikiwa nimevunjika, lakini nikiwa huru. Nilijua nimesalitiwa, lakini nilijua pia sikukubali kudanganywa, na hiyo ilinipa nguvu fulani ya ajabu. Baadaye nilisikia taarifa kuwa alitoa ile mimba. Sikufurahi, sikuhuzunika, nilikaa katikati. Nilijua maamuzi yake yalikuwa matokeo ya uchaguzi wake mwenyewe. Nilijua sikuhusika tena. Nilisikia pia aliacha kazi, sijui kwa nini, sijui ilikuwaje, na kusema kweli, sikuuliza. Nilikuwa tayari nimefunga mlango, lakini maisha haikuishia hapo. Wazee wakaanza kuja, ndugu wakaanza kuzungumza, simu zikaanza kupigwa, kila mtu alikuwa na ushauri, kila mtu alikuwa na neno, kila mtu alitaka turudiane. Waliniambia nisamehe, waliniambia niangalie familia, waliniambia nikumbuke tulipotoka, lakini hakuna hata mmoja aliyeniuliza nilivunjika kiasi gani. Baada ya kila kitu kutokea, nilikaa peke yangu Dodoma. Nilikaa na mawazo yangu, nilikaa na ukimya, nilikaa na maswali ambayo hayakuwa na majibu, lakini pia hayakuwa yanahitaji majibu tena. Kulikuwa na wakati nilihisi kama nimepoteza miaka ya maisha yangu. Nilihisi kama nimewekeza mapenzi mahali pasipo na thamani. Nilihisi kama nimechelewa kugundua ukweli, lakini kadri siku zilivyopita, nilianza kuelewa kitu kimoja muhimu sana: sio kila kitu kinachovunjika kinahitaji kurekebishwa. Kuna vitu vinapovunjika, vinakufundisha, vinakuumiza, vinakuacha na kovu, lakini vinakuokoa pia. Kama ningekubali kubambikizwa ule mzigo, ningekuwa nimejiharibia maisha yangu yote. Watu walikuja kwangu wakisema nisamehe wengine walituma wazee, wengine walituma ndugu, wengine walituma ujumbe wa huruma, wakisema ndoa ni kuvumiliana, hakuna binadamu mkamilifu, fikiria jamii itasemaje. Lakini hakuna hata mmoja aliyesema, Roy umeumizwa vibaya. Nilichoka kusikiliza, nilichoka kuelezea, nilichoka kujitetea. Nikajua kabisa kuna wakati lazima mwanaume ajisimamie mwenyewe. Nilijua kuna wakati lazima ujiokoe, hata kama dunia nzima inakuona mbaya. Nilimfuta kabisa, nilifuta namba, nilifuta mawasiliano, nilifuta kila kumbukumbu iliyokuwa inanirudisha nyuma. Sio kwa sababu nilimchukia, bali kwa sababu nilijipenda, nilichagua afya ya akili yangu, nilichagua heshima yangu, nilichagua amani yangu. Leo hii nikikaa peke yangu sihisi upweke. Nimepata amani ambayo sikuwa nayo wakati nipo kwenye ndoa ile. Nimejifunza kuwa mapenzi bila uaminifu ni adhabu. Nimejifunza kuwa mwanaume akipuuza dalili analipa gharama kubwa baadaye. Nimejifunza kuwa sio kila anayekuita mume wako anakutakia mema. Na kama kuna kitu nataka uelewe wewe, unaisikiliza ni hiki: usaliti hauanzi kwa kulala nje, unaanzia kwa uongo mdogo mdogo. Uongo unapokubaliwa unakuwa unapokuwa, unaharibu kila kitu. Sina chuki tena, sina machozi tena. Nimebaki na ukweli wangu, ukweli ambao umeumiza lakini umeniokoa, ukweli ambao umenifanya nijue thamani yangu kama mwanaume, na sitarudi nyuma tena. Hii ni stori ya maisha yangu, sio hadithi, sio ya kutafuta huruma. Ni ushuhuda wa mwanaume ambaye alikataa kubebwa mzigo ambao sio wake. Na kama umefika hapa mwisho, basi labda na wewe unahitaji kusimama, kujitazama na kuchagua heshima yako. Mimi ni Roy, nina miaka 39, natoka Dodoma, Tanzania, na hii ndiyo mara ya kwanza na ya mwisho ninasimulia historia hadharani.